Kwa mujibu wa watafiti wa astronomi wanasema kusini mashariki mwa Bethlehemu ilionekana nyota iking'ara kuashiria ujio wa Masiha Yesu Kristo miaka ya mia sita hadi mia saba BC, ikiwa ni furaha kubwa sana kwa mamajusi kipindi hiki. katika ulimwengu wa sasa wa kiteknolojia, mpira ni sehemu ya furaha kwa mashabiki takribani asilimia themanini katika maisha ya mwanadamu, kama ilivyokuwa pia kwa wakazi wa zikiso la kota jibu na maeneo mengine kusini mwa Cote d'Ivoire, Ivory Coast. Mnamo Februari kumi mwaka elfu mbili ulimwengu ulishuhudia kuzaliwa kwa nyota anayeng'ara katika soka la Tanzania Jean Ahoua. Mchezaji huyu alijiunga na Simba Sports Club akitokea Stella Club de Abidjan ya Ivory Coast, ambapo aling'ara katika ligi kuu ya Ivory Coast League 1 Lonag katika msimu wa mwaka 2023 24. Katika mechi alizocheza alipachika mabao kumi na mbili na kutoa pasi za mabao tisa na hivyo kutangazwa kuwa mchezaji bora wa msimu, yan MVP. Mchezaji wake unajulikana kwa ubunifu, kasi uwezo wa kutengeneza nafasi za mabao kwa wachezaji wenzake. Tangu kujiunga na Simba Sports Club, Ahoua ameonesha uwezo na mchango mkubwa ndani ya Simba katika mechi mbalimbali, akitoa pasi ya bao kwenye ushindi wa nne bila dhidi ya Fountain Gate. Alipachika bao moja kwenye ushindi wa tatu bila dhidi ya Namungo FC mchezo hapa nyumbani, bila kusahau alipachika mabao mawili kwenye ushindi wa nne bila dhidi ya KMC pale KMC Complex. Kwenye ushindi wa mabao matano kwa mbili akiwa ugenini dhidi ya Kagera Sugar huwa alihusika kwenye bao moja

amewapatia Simba alama tatu kupitia goli la penalti dakika ya tisini kwenye mchezo mgumu Simba dhidi ya JKT Tanzania. Jean Shaz Ahoua alipachika mabao mawili kwenye ushindi wa tatu bila dhidi ya Namungo FC, lakini pia alipachika mabao mawili KMC Complex dhidi ya Dodoma Jiji kwenye ushindi wa mabao masita kwa sif. Kasi na spidi ya kufunga mabao imemfanya awe top scorer kwenye listi ya upachikaji wa mabao katika kikosi cha Simba akiwa na mabao kumi na mbili kwenye ligi. Ahoua ni mchezaji muhimu kwenye kikosi cha Simba ndani na nje akiwa ameisaidia Simba kuvuka hatua ya makundi akiwafunga FC Bravos na CS Constantine, CS Faction kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Ahoua alifunga bao muhimu kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Stellenbosch pale Zanzibar katika hatua ya nusu fainali na kuweka hatima ya Simba kufika fainali kwa mara ya kwanza katika historia kwenye mashindano haya. Jean chale Ahoua ni kiungo mshambuliaji anayeleta furaha kwa mashabiki wa Simba na wapenzi wa soka nchini Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla. Kama tutausifu ubora wa klabu ya Simba Sports Club, tusisahau kuusifu ubora wa hua. Kama nitapewa nafasi ya kuzungumza chochote kumuhusu wa hua, basi nitasema hua ni bora bora bora zaidi kwenye soka la Tanzania. Kwa leo, Dax Media imekusogezea hayo tu. Kama bado usisahau kusubscribe, ili uwe mwanafamilia wa Blue House na kuweza kupata simulizi na taarifa za kimichezo punde tu zinapotoka. Mimi ni Don Andersco barabara 12 TikTok pamoja na Instagram, usisahau kunifollow.